Ndugu zangu wapenzi watasamaji na wasikilizaji wangu mahali popote ambapo mpo, nawasalimia tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mzuri ambao Mungu ametupatia kibali cha kuishi na tumepata nafasi hii tukaweza kuitumia vizuri, ili kuweza kuwaelimisha watu wa Mungu na kuweza kuwapatia mwongozo ambao unafaa kabisa katika maisha yao. Kwa hiyo yapo mambo ambayo mmekuwa mkisikia kuhusiana na mwisho wa dunia. Tukiwa, tukisikia watu wakitangaza kwamba ulimwengu unaenda kwa kasi sana, nami nataka niwaambie kwamba ni kweli kabisa ulimwengu wa sasa unaenda kwa kasi sana. Uh, yale mambo ambayo tumeyaona yalitabiriwa katika Bibilia na tukayaona, mitume walitabiri, manabii wakatabiri, Yesu mwenyewe wa akatabiri, tumeona vitu vingi sana vikifanyika kwa hivyo katika hayo niko na fundisho moja ambao nitaenda kuliweka na hapa, nitawapatia hakikisho ya kwamba mambo ambayo nawafundisha na, na nawaambia yapo na yameshafanyika. Sasa leo nimewaandalia fundisho kuhusu uh, wanaume kuacha kutumia matumizi ya uume wao wakageukia na tamaa wanaume kwa wanaume na wakapata kuona na wakaishi kama mke na mume, ile hali ni wanaume peke yao, na vilevile vile kwa wanawake. Na mambo haya katika nchi za Ulaya yameweza kuwekwa mpaka yakawa sheria. Sasa watu wamewacha kujificha wakaanza kukuja hadharani na kuanza kutangazia ulimwengu kwamba hayo maneno wao wanayafanya kwa sasa leo nataka niwasomee vitabu vi vitatu ama viwili vikienda sana vya biblia ndio tuweze kuthibitisha kwamba haya maneno kweli yalikwisha andikwa katika biblia na matumizi ya mke na mume ni, ya, ni yapi na ni yapi wamegeuke kwa hivyo kwa sasa tuende kusoma katika kitabu kile cha mwanzo tatu mstari wa kumi na sita biblia inasema namna hii akamwambia mwanamke akamwambia mwanamke hakika nitakusidishia uchungu wako na kusaa kwako, kwa utungu utasaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Kulingana na Mungu, kulingana na Mungu na sheria zake na mipangilio ya Mungu aliweka kwa ulimwengu huu, maanake ulimwengu bila watu haiwezi ikapendeza. Kwa hiyo Mungu aliweza kuweka watu katika ulimwengu na akawapatia mwelekeo sasa kwa sababu wanadamu walifanya makosa wa kwanza, sasa Mungu akaweza kuwapatia machuku, akamwambia kwamba we mwanamke, kwa uchungu tasaa, na tamaa yako mwanamke itakuwa kwa mwanaume tu, wala si kwa mwanamke mwingine, itakuwa kwa mwanaume na atakuwa ni bwana wako. Sasa alipokuwa akizungumza maneno haya, bwana Musa uh, aliweza kuambiwa maneno haya na Mungu akaweza kuyaweka na tukumbuke kwamba Musa ndiye aliweza kuleta sheria ambazo ni sheria zile kumi za kuweza kuongoza watu hawa, ili wakaweze uh, kufika mahali patakatifu ama mbinguni, e, ya Mungu Baba. Kwa hivyo maneno haya yaliandikiwa wala ambao wamemkubali Mungu na kutaka kufuata sheria zake, ndio waliandikiwa maneno haya ya Biblia, na ndio watakaoyashika na ndio watakaoweza kusaidiwa na wataweza kuishi milele. Sasa yapo mambo ambayo yameonekana katika ulimwengu sasa, physically tumeona watu wakifanya. Sasa nataka nikusomee kitabu cha Warumi moja pale ishirini na nne na nisome ishirini na sita na nisome ishirini na saba pale, kuna mambo makali sana ambayo yaliandikwa pale na Bwana Paul mtumishi wa Mungu akaandika hivi akaandika uh, hivi kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu hata wakuvunjiana heshima miili yao. Sasa Mungu yeye, kwa wale ambao wamekataa wakakataa na wakahasi njia za Mungu, wakawa wanafanya maneno yao vile wanataka wakawa wanawakiana tamaa wao kwa wao, wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume, wanaoana magayism na lesbians, watu wanakaa wa jinsia moja. Sasa Mungu aliwaacha waendelee wa kuwakiana tamaa wao kwa wao. Haya, wow. Tusome pale ishirini na sita: hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Sasa wanawake walipowaka tamaa sana, tamaa hiyo ikawaka mpaka wakawaca kutumia yale matumizi ambayo ya na yanatumika wakawakiana tamaa yao ya kiaibu. Ni unaona mwanamke anayenda kwa duka na akanunua sehemu siri za mwanaume za plastiki akaleta kwa nyumba, ama akaenda kwa sokoni akanunua kiukamba akaleta kwa nyumba. Wala kiukamba si ya kukuliwa, si ya amenunua kuje kukula, ila amenunua kuje kujifanya matendo ya aibu, matendo ya machafu katika mwili wake. Kwa hivyo Mungu aliwaacha hao, akatoka kwao kaja watu wakawakiana tamaa wakaendelea hivyo 26 27 wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa wakapata nafsini mwao malipo ya upotofu wao yaliyo haki yao sasa wanaume vilevile vile, wakaweza kuwakiana tamaa na wakaweza kufanya matumizi ambayo hawafai kufanya. Tendo la ndoa linafaa kuwa katikati ya jinsia tofauti, mume na mke, lakini wao wakageuka, wakaanza kufanya hiyo maneno, ikaingia kwa mume kwa mume, mke kwa mke, yaani mwanamke kwa mke na mwanaume kwa mume. Na sasa kwa sababu hiyo nimewaweza kuandalia video hii ifuatayo kwa sababu ya kutipitisha maneno haya ambayo tumeweza kuyasikia, nikiwaambia tipitisha kwa video ambayo ifuatayo. Utasikia mwanaume akisema kwamba bwanake. Mwanaume anasimama anasema kwamba bwanake, anajiintroduce ana kama mke na anaintroduce bwanake mwanaume. Karibu sana kwa video ifuatayo. My fellow delegates, my name is Seamus Regan. I am Canada's minister of labor.

to Thank you. Haya basi, hivyo mmesikia ndivyo ilivyo maneno yapowasi. Wameamua kabisa mpaka wamesema vile wataenda kila ulimwengu, kila dunia kujifanya kwamba wanaleta amani, lakini ma, ma, makusudi yao ni kuweza kueneza maneno hayo katika ulimwengu mzima. Na tumeona mataifa mengi yakifanywa maneno kama hayo, kwa hiyo ni kitu hiko, unabii umetimia. Sasa sisi ndio tuangalie ni wapi ambapo a, tumefanya vibaya, ndio tukaweza kumrejea Bwana Mungu, naye ataweza kusaidia. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kama umesikiliza maneno haya, na nataka niwahadharishe kwamba dunia inaenda kwa mbio sana, maneno si mazuri. Kwa hivyo ukiona maneno kama haya yakiendelea hivyo, Mungu atakasirika na ataleta siku yake ya kiyama. Kwa hivyo tuchiandae, kuja kwake Mwana wa Mungu kuko karibu sana. Kumekaribia sana siku zetu zinaenda mbio sana. Kwa hivyo wakati wowote wa Bwana Yesu anaweza akarudi. Tuombe. Baba ni asante kwa sababu ya kibali hiki ambacho Bwana umetupatia tukaweza kuleta maneno yako wa kwa uwazi kwa watazamaji, ili wakaweze kusikia na wao pia wakaweza kupata habari hii, maanake imekuwa ni habari fiche kwa muda mrefu, lakini sasa imeonekana wazi, na maneno yanapokuja wazi hivi, basi kuna malengo. Kwa hiyo Bwana, naomba wasaidie wasikilizaji wangu ili wakaweze kubarikiwa ili wakaweze kubarikiwa ili wakaweze kufundishika ili wakaweze kushika yale ambayo yanatoka kwako, na wakajiandaa kwa sababu ya kuja kwako. Asante kwa sababu utawaona na utawatendea sawa sawa na mapenzi yako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba na kuamini amen. Shalom, shalom.